Chama mbadala kwa Ujerumani AfD kilipata mafanikio makubwa kwenye uchaguzi uliopita wa bunge la Ulaya, hasa katika majimbo ya iliyokuwa Ujerumani Mashariki. Tazama hii ramani. Magharibi mwa Ujerumani, chama cha CDU na CSU cha Bavaria ndivyo vilikuwa maarufu miongoni mwa wapiga kura. Lakini upande wa Mashariki, umaarufu ulikuwa wa AfD. Ni kwa nini AfD kina nguvu upande wa mashariki? Zipo sababu tatu, lakini kumbuka fikra za wapiga kura ni pana au ngumu, na haya ni baadhi tu ya maelezo. Sababu ya kwanza ni utulivu. Kama tu nchi nyingine nyingi, nyingi Ujerumani imekumbwa na mizozo mingi katika miaka hivi karibuni, vita vya Urusi huku Ukraine, kuongezeka kwa mfumuko wa bei na matatizo ya tabia nchi na hayo huwatia watu wasiwasi hasa kule Ujerumani mashariki. Kwa nini? Kwa kiasi kikubwa imejikita kwenye historia. Ukuta wa Berlin ulipoporomoka mwaka 1989, Wajerumani wa mashariki walishuhudia kuanguka kwa nchi yao, na japo walipata uhuru wa kidemokrasia mwisho wa ukomunisti na kuungana tena kwa Ujerumani, mabadiliko yalikuja kwa gharama kubwa. Mshtuko kuhusu mabadiliko haya ulikuwa mkubwa zaidi katika Ujerumani mashariki kuliko mahali popote pale. Mashariki nzima ilifanyika sekunde baada ya sekunde. Hakuna popote pale palikumbwa na ukosefu wa ajira, kusambaratia kwa mifumo kama ilivyokuwa mashariki. Ulikuwa mshtuko mkubwa. Zaidi ya yuro trilioni moja zilitumika kuboresha hali ya maisha, ilikuwa sawa na ya magharibi. Lakini wengi wanahoji bado kuna tofauti, na hilo hutuleta kwenye sababu ya pili. Kwa miongo mingi, utawala wa uliokuwa Ujerumani Mashariki ya kikomunisti ulikuwa wa kimabavu na raia walizoea serikali kufanya maamuzi. Na kuna sababu ya tatu, sehemu kubwa ya jamii eneo hili ni wanaume wazee na wazungu, tofauti na magharibi, na hilo linachochea mafanikio ya AfD. Takwimu zinathibitisha hili. Katika majimbo ya Ujerumani ya Magharibi, asilimia 32.9 ya jamii wana asili ya wahamiaji inamaanisha karibu theluthi moja ya watu ni wahamiaji au wanatoka familia za wahamiaji. Katika majimbo ya Ujerumani Mashariki, takwimu ni mmoja kati ya watu kumi pekee. Kulingana na wanasosiolojia, jamii isiyo na mchanganyiko huathirika zaidi na mitazamo ya itikadi kali. Kukataa mabadiliko hukithiri na watu hukasirishwa na hali zao.